Kazi wenyewe kilomita moja na, na nukta mbili kilomita kutoka hiyo nyumba kwenda sehemu zote, ni lazima kutakuwa na evacuation kesho kuanzia saa kumi na mbili asubuhi. Mtu yoyote asikae katika nyumba yake, asiende katika msikiti ulioko karibu na sehemu hiyo, asiende katika skuli ambayo kwamba iko karibu na sehemu hiyo madrasa watu wasiende makazini. Kilomita moja nukta mbili inamaanisha ni kuanzia hapa kwenda mpaka markiti, kuanzia hapa kwenda mpaka sehemu ya Pakistani, kuanzia hapa uh, uh, uh, upande huu mwingine inafika mpaka sehemu ya city blue kwa sababu ya bahari. Kile nitawaomba ni lazima tufanye mpango, watu wote will have to vacate hii haitodhuru nyumba yako, lakini ule mtikiso ambao kwamba utaka kuweko utasababisha athari ya masikio yako kila ukiwa karibu. Wale wanaofanya kazi hii wanavaa vitu ambao kwamba vinawastiri na sio pamba, ukasema kuwa unaenda kujieka. Pili, lile vumbi litakalotoka, haswa mtu mwenye mtoto, mtu mzima litaanza kudhuru mapafu yenu. Tatu, kuna uwezekano hii ni bomu, jumba hata likianguka, kuna uwezekano chuma, mawe kuweza kuruka. Ikiruka, kuna uwezekano wa kuweza kukupiga wewe, kwa sababu ulikuwa pahali ambapo kwamba inafika. Hatutaki kupata athari zaidi. Tumefahamikiana, sio? So, 1.2 kilometers Uh, the chiefs wazee wa mitaa community health promoters wataanza kuzunguka do to do na kuwaambia watu wote ya kwa kuanzia saa kumi na mbili we want no one in the houses. Tafadhalini na warai na nawasihi watu wa Mombasa, hii ni kwa sababu yenu nyinyi ili musiweze kuumia. Tunawasihi tena, kilomita moja nukta mbili inamaanisha ni kutoka hapa mpaka sehemu ya markiti huu mtaa wote ambao kwamba walioko hapa um, uh, wa tijara, mtaa wote kwenda chini, mtaa huu wa floringi bondeni, hata uh, Coast General tumetoa wagonjwa. Ukitaka kujua umuhimu wa hii Coast General Hospital, tumetoa wagonjwa, wale wagonjwa waliolazwa katika ICU, pia leo wanatolewa, wanapelekwa katika ICU nyingine. So, please msianze ukaidi. ikiwa tunatoa watu mpaka wako ICU kutoka kwa vitanda vao, wewe ni nani ambaye kwamba una afya yako usitoke? don't run towards the blast. Tatizo jingine ni watu wetu wataanza kukimbia, pale kuna sauti ndio tunajipeleka. Please do not do that. Tumeelewana paka hapo, eh? Tomorrow, this whole area, there'll be no school, there'll be no madrasa swala. Uh, panapo majaliwa swala itakao swaliwa hiyo ni swala ya alasiri, na hii ni kwa sababu ya watu wetu, usalama wao. Tumefahamikiana paka hapo. Na, nasio lazima, ukitoka waanze kubebana na mativi, nyumba haitoumia haito. Tafadhalini mukitoka, madirisha haswa nyumba zilizoko juu, madirisha yote yawe wazi, ndio ile efekti ya ule upepo ukipiga iingie upande mmoja itoke upande wa pili. Asante. We are hoping that a period of 8 hours we will be done. Haujapatikana, the family is here na nimewaelezea it is suspected ya kwa pengine kuna mwili. There is a CCTV that is said ya kwa alikuwa within the area.